<laughs> Bwana Priva, uko sawa washe. Uko vizuri yeah. Uko na malume, eh? Maji yametulia, uko vizuri yeah. Kanzu, mbona umeacha kanzu kwake sasa? Uokote kwake sasa bwana, nimeambia ni okote hapo.

mkurugenzi Tanzania, tanzania nzima, nzima. Yeah. Eh, yeah. yeah. Mkurugenzi oh, pekee mwenye mashabiki wanachama wengi Tanzania, ah. Kwa hiyo Priva, kauli yako ya mwisho inaelekea kwa nani sasa? Kauli yako ya mwisho inaelekea kwa nani, kwa mkurugenzi au kwa kwa nani? ah protocol <laughs>